Eti what is going on? Ni nini kinaendelea huko kwenye mitandao mtandao? Si wenyewe hatujui kama wewe. Kujua, kujua tasema, kwa hiyo tuachie kelele. Sawa. Lakini tutakuja kujua baadaye. Si unajua bahari ikae na uchafu. Utasema tu hujasema. Ngedere wewe. Wewe unataka kuleta ujanja kwenye dunia uwe mbele tu uwe mbele tu gafu. Wewe si jicho la tatu sasa. Si majicho mawili. Wewe jicho la tatu. Gundua wewe mwenye jicho la tatu. Au sio bwana? Si wenyewe hatujui kama wewe. Sawa. Lakini tunaisubiria bahari. Si unajua yake ina bali, sunajua, uchafu. Ipo siku utasema tu uchafu ukikuzidi moyoni. Basi. Unajua bei ya i-boots dola elfu tatu mia tano ya yep. pekee yake. Asa ile boot unaosema si lipo kwa Davies sportswear ya Dodoma linauzwa. Eh, ndugu yangu mbona hivyo? Kwani kuna kitu gani kimekuumiza sana moyoni? Ile boot unaolinadi wewe liko kwa Davies sportswear ya Dodoma zinauzwa kibao. Mdogo <laughs> wangu kweli umechanganyikiwa safari hii. Yamekukuta, mwaka umeanza vibaya. Iko kiatu unachokinadi kiko kwa Davies sportswear, ndo kinauzwa Dodoma. Kila pete niliyovaa hapa ni dola elfu kumi na tano elfu kumi na tano Alafu hii saa mnayoona nimevaa hapa mkononi ni saa ambayo inaweza ikakulipia wewe. Ah sio zamani, bahari baikae na uchafu, ipo siku utasema tu Magari alikuwa ya nani, mtufudenki mshambae eh. Sababu si hizi si hadi zinakatika hizi hizi hapa zinakatika hizi, tunazo hazina dili yoyote hiyo, asi mbona atusemi, yaani unatuigia, si maisha tulioanza nayo kwenye mifumo saa milioni hamsini, sa zote tushavuaga zitu ye vipo tu tunavaa tu tukichanganyikiwa, kama wewe ulivyochanganyikiwa. Uyajui unayoyasema, bado hujasema. Bahari haikai na uchafu, utasema tu. Eti, what is going on? ni nini kinaendelea huko kwenye mitandao? utasematuwenyewe hatujui kama wewe. Kwa hiyo tuachie kelele, sawa, lakini tutakuja kujua, kujua baadaye. Si unajua bahari haikai na uchafu, utasema tu, hujasema. Ngedere wewe unataka kuleta ujanja kwenye dunia, uwe mbele tu, uwe mbele tu, gafu. We si jicho la tatu? Sasa si majicho mawili, we jicho la tatu, gundua wewe, mwenye jicho la tatu, au sio? Bwana wenyewe hatujui kama wewe, sawa, lakini tunaisubilia bahari. Si unajua kai na uchafu, ipo siku utasema tu, uchafu ukikuzidi moyoni <laughs> basi. Unajua bei ya ibut dola elfu tatu mia tano peke yake ya Dodoma linauzwa eh? Ndugu yangu, mbona hivyo Kwani kuna kitu gani kimekuumiza sana moyoni? Hilo butu nalo linadi weli kwa Davis Sportswear Dodoma, zinauzwa kibao <laughs> mdogo wangu, kweli umechanganyikiwa, safari hii yamekukuta, mwaka umeanza vibaya. Iko kiatu unachokinadi kiko kwa Davis Sportswear, ndio kinauzwa Dodoma. Kila pete niliyovaa hapa ni dola elfu kumi na tano, elfu kumi na tano alafu hii saa mnayoona nimevaa hapa mkononi ni saa ambayo inaweza ikakulipia uwewe ha, <laughs> Bahari haikai na uchafu. Ipo siku utasema tu magari yalikuwa ya nani mtu fudenki. Shamba eh. Sababu si hizi hadi zinakatika hizi. Hizi hapa zinakatika hizi. Tunazo hazina dili yoyote. Hiyo asi mbona tuseme? Yaani unatuigia si maisha tuloanza nayo kwenye mifumo. Saa milioni 50. Saa zote tushavuaga zitu eh. Vipo tu tunavaa tu tukichanganyikiwa kama wewe ulivyochanganyikiwa, huyajui unayoyasema. Bado hujasema, bahari haikai na uchafu utasema tu.